Wananchi wa Nairobi hawata kula eh, hawata lala. Mtu analala sana amka saa saba, njaa imezidi. Nipe namba hii sasa, nikuulize kitu. Nipe namba ya bosi. Kama avocado kama hii, nipe namba. Mimi naenda kwa soko na uziwa, mimi niuze eight. Nipe namba ya bosi wako hapa, nipe namba, sufuri saba. Oh, Uwe na heshima. Haya. Niko na afisa hapa ataweza kufanyia neno na tutakupeleka kotini. Afisa? Habari ya leo? Sina maneno. U... Yes. Hello. Hapa ni Mosiria, katibu mkuu wa mazingira katika katuza Nairobi. Ee, niko hapa hii kibanda yako ya kuuza mboga na niko na mfanyikazi wako, naomba nimchukulie hatua ee, nimchukulie hatua kwa sababu e, wananchi wa Nairobi hata shinda akilia hivi kila mara o, oh, wamefinywa mboga na wanaweza kulipa pesa yao katika kikamilifu. Ee, so nilikuwa naomba nimpeleke Eh. Mande yapelekwe kotini eh. Eh, Mande yapelekwe kotini achukuliwe hatua, kwa sababu anakandamiza madamu, anakandamiza wananchi wa Nairobi. Wananchi wa Nairobi hawata kula washibe, eh. Hawata hapana, hapana sijakanda wananchi wa Nairobi mimi. Haya eh. Sidiwa... Sidiwa... kama utaki apelekwe nani? Basi we uje hapa tuende na wewe tukuchukulia hatua. Habari hey, yako kijana? Eh, Salama sana. Kwa majina naitwa Geoffrey Mosiria. uh -huh. Katibu mkuu wa gatuzi la jimbo la Nairobi. yes, yes. E, tumekuja hapa kwa sababu kwa mambo mawili matatu uh -huh. E, kwa sababu ya wananchi wa Nairobi uh -huh. Ah, wananchi wa Nairobi wanalia sana, unawakatia una mboga kidogo. Mbona unawakatia wananchi mboga kidogo? Si unajua mvua imepotea. Kwanza takataka zako unatupanga wapi? Takataka inakujiwanga hapa nje, wanawekanga pale kwa, kwa, kwa gari Gari gani inayepelekwa wapi? Dandora, ama wapi huko huko? ee, huko huko huko, mbona hatujawona takataka zii zikipelekwa Dandora? Kwani takataka taka, zote za Nairobi, utajua imetoka wapi? Imetoka ile imetuleta, uh, hapa ni wananchi. Mbona wa, unafanya wananchi wa Nairobi wasishibe? Mbona unafanya wananchi wa Nairobi wasishibe? Sasa mimi ni mwenye kaunti Mbona unafinya una mboga wewe? Ndio muuzaji wa mboga, shamba ni kidogo, na Nairobi lazima tutafute venye mambo wananchi wote watakula. oh, kila so, mtu apate. we, ni nani na anakuambia uvinya? Kwanza sasa unajua mi nimeandikwa kazi hapa oh, so, kuna boss wako anakuambia uvinya? Wananchi wa Nairobi, wananchi wa Nairobi wanataseka, wananchi... This is impunity Hmm? Hii ni vibaya sana. Mnatesa wananchi wa Nairobi. Wananchi wa Nairobi hawata kula. Eh? Hawata lala, lala, mtu analala sana. Amka saa saba mchana hmm. Imezidi. Nipe namba hii. Sasa nikuulize. Kwa, kitu ka, Sasa, namba avocado, Nipe, namba Nipe namba ya bosi kama avocado kama hii. Nipe namba. Mimi naenda kwa soko nauziwa uziwa hamsini. Mimi niuze eite. Nipe namba ya bosi wako hapa. Nipe namba. Sufuria saba oh. Uwe na heshima. Niko na afisa hapa ataweza kufanyia neno na tutakupeleka kotini. Afisa? Habari ya leo sina maneno yes. Hello. Ah, hapa ni Mosiria katibu mkuu wa mazingira katika katuza Nairobi ee, niko hapa hii kibanda yako ya kuuza mboga na niko na mfanyikazi wako naomba nimchukulie hatua ee, nimchukulie hatua kwa sababu e, wananchi wa Nairobi hata shinda akilia hivi kila mara wamefinywa oh, mboga na wanaweza kulipa pesa yao katika hivi, kikamilifu E, so nilikuwa naomba nimpeleke e. Mande apelekwe kotini e. E, mande apelekwe kotini achukuliwe ya hatua kwa sababu anakandamiza, madamu, anakandamiza wananchi wa Nairobi. Mwananchi wa Nairobi e, hawata kula e, washibe hapana. Hapana kanda wananchi wa Nairobi mimi. Haya, kama utaki apelekwe nani, basi wewe uje hapa, tuende na wewe tukuchukulia hatua. Afisa, sukulange ay, kama hutaki basi, wacha sisi tumechukulia. Afande, nichukulie huyu. Sasa nikuulize. Ngoja. Kwanza. Ngoja, kabla niende, serikali haijatuma unyamaze kima kwa sababu chochote utakachonena eh, itatumika mbele yako mbele ya koti, na kama unaona kama hauna kesi, kesi utaipata. Afande, sukulange hii kidogo basi, mambo yanirushe maneno, anakandamiza